Leo asubuhi tulitoa taarifa inayohusu kikosi cha Pambajiji ambao walipata ajali kwenye eneo la Bahi mkoani Dodoma, ambako walikuwa safarini kuelekea mjini Morogoro, ambako walitakiwa kucheza mchezo wa kombe la CRDB, kombe la shirikisho hapa Tanzania Bara. Timu ambayo ilitakiwa kucheza mchezo huo, na waliweza kupata ajali na waliweza kugongana, gari lao liliweza kugongwa kwa nyuma na gari kubwa aina ya semi truck. sasa taarifa kutoka kwa afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Bwana Ezekiel Ntibikeha, yeye alisema kwamba hawakupata athari kubwa katika ajali hiyo, hivyo wako tayari kwa mchezo huo ambao unatarajiwa kupigwa siku ya kesho kutu, ambayo ni tarehe 11 mwezi wa tatu 2025. Nikimnukuu afisa mtendaji alisema kwamba ni kweli tulipata ajali ambayo mchezaji wetu mmoja aliumia kidogo, lakini hivi sasa anaendelea vizuri, na tunafanya mpango na kuitoa timu hapa Dodoma ili iende Morogoro kwa ajili ya mchezo wenyewe. Ntibikeha aliongeza kwamba basi lao ndio limeathirika zaidi na hivyo wataliacha Dodoma kwa ajili ya matengenezo, na gharama atakayehusika juu ya matengenezo ya basi hilo ni mtu aliyewagonga ama ni mtu ambaye aliwasababishia ajali hiyo. Hivyo wao wataenda Morogoro na usafiri mwingine. Hivyo taarifa kwa wapenzi na mashabiki wa mpira wa miguu, lakini pia wale mahafidhina wa timu ya Pamba Jiji, basi taarifa ni kwamba mchezo wao uko pale pale, wataendelea kucheza, na wametanabaisha ya kwamba majeruhi hakuna hivyo. Aliyeathirika na ajali ile ni mchezaji mmoja, lakini chombo ndicho kimeathirika zaidi, kama unavyoona kwenye picha namna ajali ambavyo ilitokea. So taarifa iliyotujia hivi punde ni kwamba mchezo uko pale pale na wachezaji hawajaumia. Athari iliyotokea ni kwa mchezaji mmoja tu, ambaye ndiyo ameripotiwa na afisa mkuu mtendaji wa timu hiyo ya Pamba Jiji. Kumbuka Pambajiji maskani yake ni kule Mwanza, lakini mchezo ambao atakwenda kucheza ataucheza Dodoma na timu ya Kiluvya United katika mchezo wa Kombe la Shirikisho la CRDB Federation. So ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, lakini kuwasha alama ya kengele hapo juu ili kupata taarifa ambazo tumekuwa tumekuwekea. Cha msingi ni ku comment ku like pamoja na ku share taarifa zetu kwa watu wengine, ili na wao waweze kuzipata.